tumekuja leo kwa ajili ya kuwaletea zawadi kidogo uh, watoto waliozaliwa katika siku ya Wanawake Duniani yani tarehe nane, watoto waliozaliwa kuanzia saa sita usiku uh, tarehe nane mpaka saa sita siku inayofuata ilivyoisha tarehe nane, na ndio maana tumekuja leo tarehe tisa baada ya kuhakikisha tumekamilisha hiyo siku. Tulitamani kutoa zawadi nyingi zaidi kwa watu wengi zaidi, kwa watoto wengi waliozaliwa lakini basi tukaona kwa ajili ya heshima ya wanawake wanaotuletea taifa, maana wanawake ndio wanaotuletea taifa, tuwashukuru kwa uwezo wetu wa kuwapa zawadi katika wale waliozaliwa siku ya tarehe nane. Lakini pia uh, kwa niaba ya mwenyekiti JMAT taifa, tunaendelea kuwaombea watoto waliozaliwa ili waende, waendelee kukua vyema na waje kuwa wa raia wema katika nchi yetu ya Tanzania. Asanteni sana mheshimiwa samani. Kwa nini mmechagua hospitali ya Amana na